Eneo lote la Afrika ya Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 Afrika ya kati na baadhi ya maeneo huko maziwa makuu. Hujambo, mimi ni Iskola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, maafisa waandamizi kutoka wizara ya ulinzi ya Marekani wamewasili Ukraine ili kujadili juhudi za kumaliza vita na Urusi. Wizara ya afya inayodhibitiwa na Hamas huko Gaza inasema watu 25 wameuawa katika wimbi jipya la mashambulizi ya Israel. Na tunaangazia nini kinakwamisha kupatikana suluhu ya kudumu kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Ukraine bado anaendelea kupata misaada, e, angekuwa amesimama peke yake huenda mgogoro huu ungeshakuisha mapema, lakini Urusi naye hayuko tayari kuweza kuweka silaha chini. Njia za kidiplomasia ambazo zinatumika kwa sasa ni njia ambazo ni hafifu. <tinyo> Alhamisi ya Novemba 20, kulia kwangu hapa studioni kwanza mwenzangu Halima Nyanza na kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Halima, karibu. Asante Skola na habari msikilizaji. Rais Donald Trump amesema atafanya kazi kusaidia kumaliza vita nchini Sudan kufuatia ombi la mwanamfalme wa Saudia Mohamed Bin Salman ambaye yuko ziarani nchini Marekani. Akizungumza katika mkutano wa uwekezaji kati ya Marekani na Saudia, Rais Trump amesema kujihusisha na mzozo wa Sudan haikuwa ajenda yake mpaka pale kiongozi huyo wa Saudia alipomwomba kufanya hivyo. His Majesty would like me to do something, mwana wa mfalme angependa nifanye kitu chenye nguvu kinachohusiana na Sudan. Haikuwa mipango yangu kujihusisha na hilo, nilidhani ni kitu the cha kijinga kisichoweza kudhibitika, lakini naona jinsi ilivyo muhimu kwako na kwa marafiki zako wengi walioko humo Sudan, tutaanza kufanyia kazi swala la Sudan. Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kusaini muswada kuidhinisha ofisi ya mwanasheria mkuu nchini humo kutoa hadharani nyaraka za uchunguzi juu ya kesi ya uhalifu wa kingono inayomhusu marehemu Jeffrey Epstein. Ofisi hiyo ina hadi siku 30 kuweza kuzitoa. Jana Jumanne, kwa kauli moja, bunge la Seneti liliidhinisha mswada huo baada ya kupigwa kura kwa wingi na baraza la wawakilishi, kuilazimisha ofisi ya mwanasheria mkuu kufanya hivyo. Nyaraka hizo zinaweza kufichua juu ya watu mashuhuri waliomfahamu au waliotumia mtandao wa Epstein, wa wasichana wadogo kwa ajili ya ngono. Rais Trump amekanusha kuhusika. Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la afya duniani WHO inaonyesha kuwa karibu mwanamke mmoja kati ya watatu duniani amepitia ukatili wa kingono ama unaofanyika majumbani. Zaidi na Esther Luambano Kulingana na ripoti hiyo pia, hatua zilizochukuliwa hivi karibuni kupunguza bajeti za misaada ya kigeni kumefanya miradi mbalimbali mbali ya kupambana na ukatili wa kijinsia kufungwa. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Gebreyesus, ameuelezea ukatili dhidi ya wanawake kuwa ni moja ya dhuluma kongwe dhidi ya ubinadamu na uvunjifu wa haki uliosambaa, lakini amesema licha ya kuwa kuna matukio mengi, hatua zinazochukuliwa ni kidogo na ripoti mpya ya ukaguzi wa hesabu ya Umoja wa Ulaya imeonyesha kuwa mabilioni ya dola yanayotumiwa na umoja huo kukabiliana na njaa barani Afrika katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita hajaafikia walengwa waliokusudiwa au yamekuwa na matokeo kidogo. Hii ni BBC na muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu huyo, Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, hiki kutangazia kwenye FM na redio ya shirika Voice of Busoga na Voice of Muhabura kule nchini Uganda, Kenya ni Gulf Radio, DRC Radio Muungano Beni pamoja na Lizado Radio. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji, hukujia moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya BBC Swahili kadhalika na ukurasa wetu wa Facebook Rambaza tu andika BBC Swahili, mimi ni Skola Kisanga. Maafisa waandamizi wa Pentagon wamewasili Ukraine ili kujadili kile kinachojulikana kama juhudi za kumaliza vita na Urusi. Timu hiyo ikiongozwa na waziri anayehusika na masuala ya jeshi Dan Driscoll inatarajiwa kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev leo Alhamisi, ambapo atarejea kutoka ziara yake kule Uturuki. Zaidi na Naseha Mohamed. Ripoti zilianza kuibuka Jumatano kwamba Marekani na Urusi zilitayarisha mpango mpya wa amani uliokuwa na makubaliano makubwa kutoka Ukraine. Hata hivyo ha kuna ripoti rasmi za kuthibitisha kutoka Washington wala Mosco kuhusu mpango huo. Mapema watu 26 waliuawa na ndege isiyo na rubani katika shambulio la Urusi katika mji wa magharibi wa Ukraine wa Ternopil, kwa mjibu wa maafisa wa usalama wa mji huo. Urusi ilianzisha uvamizi kamili dhidi ya nchi ya Ukraine mnamo mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Waziri wa Marekani anayeshughulika na jeshi Dan Driscoll ameungana na mkuu wa wafanyikazi wa jeshi la Marekani Jenerali Randy George, kamanda mkuu na mwenzake wa bara Ulaya Jenerali Chris Denho na Meja Sajenti Michael Wimer. Dan Driscoll na Jenerali Randy George ndiyo maafisa wakuu wa kwanza wa kijeshi wa Marekani kufanya mazungumzo katika mji mkuu wa Ukrain tangu Rais Donald Trump aingia madarakani mwezi Januari. Picha ya hapo siku ya Jumatano ilionyesha mkuu huyo wa majeshi nchini Marekani Driscoll akikutana na waziri wa ulinzi wa Ukraine Dennis Shamhel. Katika chapisho kwenye mtandao wa X baadaye alisema walizungumzia hatua za kutekeleza makubaliano ya kihistoria ya ulinzi yaliyoafikiwa na rais Zelenski na rais Trump. Hapo awali afisa wa Ukraine aliambia CBS, mshirika wa BBC Marekani, kwamba mazungumzo kuhusu safari hiyo yatazingatia hali ya kijeshi pamoja na mipango ya uwezekano wa kusitisha mapigano. Haya yanajiri wakati ambapo ya vyombo kadhaa vya habari vinaripoti kwamba Marekani na Urusi zimeandaa mapendekezo ya kibinafsi juu ya jinsi ya kumaliza vita. Mjumbe maalum wa rais Trump Steve Witkoff na mjumbe wa kiongozi wa Urusi, Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, wanaaminika kuhusika katika kufanyia kazi mpango huo wa amani wenye vipengele ishirini na nane. Mbunge na naibu waziri mkuu wa zamani wa Ukraine, Ivana Klampush, anaelezea kutoridhishwa kwake kuhusu pendekezo hilo. Kutoa kipande cha mwili wako kwa mamba au mwindaji mwingine hakutamzuia mwindaji huyo kula nyama yako, na hilo ndilo hasa litakalofanyika ikiwa mpango huu utalazimishwa kwa Ukraine. BBC imeitaka ikulu ya Marekani na mwakilishi wa Witkoff kutoa maoni yake lakini haikufanikiwa. Msemaji wa Kremlin Dmitri Peskov alionekana kupuuza ripoti hizo. Makubaliano yoyote yaliyofikiwa wakati wa mkutano huo wa siku moja hayajawekwa wazi. Rais Zelenski amerudia kukataa makubaliano kuhusu kuchukuliwa kwa eneo lolote la Ukraine na Urusi. Kiev na washirika wake wa Magharibi, ikiwa ni pamoja na Marekani, wamekuwa wakitoa wa wito wa sitishwa kwa mapigano mara moja lakini Moscow imekuwa ikikataa wito huo hadi pale Ukraine itakubali matakwa yake. Ni taarifa yake na Steha Mohamed. Wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas inasema kwamba Wapalestina wasiopungua 25 wameuawa wa kwenye mashambuli za Israeli kote ukanda wa Gaza. Kulingana na waokoaji, watu kumi wakiwemo mwanamke na msichana mdogo waliuawa wakati jengo la wizara ya mali za kidini katika eneo la mashariki la uko Zeitun na jiji la Gaza liliposhambuliwa. Zaidi na Victor Kenani. Jeshi la Israeli limesema limevamia malengo ya kigaidi ya Hamas baada ya kusema kwamba watu wenye silaha walishambulia eneo ambako wanajeshi wake walikuwa wakifanya operesheni katika mji wa kusini mwa Khan Younis, jambo ambalo ni ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano ya wiki tano. Kuchipuka upya kwa ghasia kunakuja baada ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kupitisha azimio lililounga mkono mpango wa amani wa Gaza uliopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump ili kumaliza miaka miwili ya vita vya ngamizi. Mahamud Basal, msemaji wa wakala wa uokoaji wa raia unaoendeshwa na Hamas huko Gaza, aliambia BBC kwamba mashambulizi ya anga na mizinga ya Israel yalipiga maeneo kadhaa katika jiji la Gaza na Khan Younis muda mfupi baada ya jua kutua siku ya Jumatano. Alisema mashambulizi hayo yalikuwa hatua kubwa ya kuongeza mvutano baada ya siku kadhaa za utulivu. Idara ya uokoaji iliripoti kuwa shambulio hilo katika eneo la Zeitun lilisababisha uharibifu mkubwa kwa jengo la wizara ya mali za kidini na majengo jirani, na ikachapisha video inayoonyesha waokoaji wake wakionekana kuwapata watu wawili waliokuwa wamefunikwa na vifusi. Picha zilizochapishwa na shirika la habari la Anadolu wakati huo huo zilionyesha miili ya watoto watatu wadogo iliyodaiwa kupatikana katika eneo hilo. Katika tukio tofauti huko jiji la Gaza, mtu mmoja aliwawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati droni ilipolipua kundi la watu kwenye makutano ya Shejaia katika barabara ya Sala Aldin, barabara kuu ya Gaza kutoka kaskazini hadi kusini, kulingana na Bwana Basal. Ni Victor Kenani. Kongamano linalounganisha wataalamu mbalimbali wa afya kutoka kote barani Afrika limeanza jijini Nairobi nchini Kenya. Linafanyika chini ya mada inayoonyesha na kusema, kuondoa ukoloni afya wa dunia katika enzi za mabadiliko ya kidijitali linalenga kufikia upya misaada, lakini pia na ushirikiano wa Afrika inapotafuta mustakabali wake muhimu kwenye maswala ya afya. Hii ni sambamba na kuiweka Afrika katika wakati mzuri ili kuunda mustakabali mzuri zaidi wa afya duniani unaoendeshwa na teknolojia waafrika wa afya ya ulimwengu kuna maanisha nini kwa Afrika? Nimezungumza na Daktari Anton Viange akiwa Nairobi nchini Kenya. Kuondoa ukoloni katika nadharia au katika minajili ya afya ya ulimwenguni, tunazungumzia mambo mengi, lakini kubwa tunazungumzia swala la nguvu na nafasi na ya upendeleo za magharibi zinazo dhidi ya nchi za dunia ya tatu hususan Afrika. Unaweza ukajaribu kuona ukoloni kwa kiasi gani unashinikiza au unaendeleza tazamo ya watu namna ambavyo inaziweka nchi katika nafasi ambayo inakufanya mm. ina, ina ujione mm -hmm. ni mpweke. Ni kwa nini imefikiriwa kwamba uh, kunahitajika misaada upya na ni muhimu katika sekta ya afya hasa barani Afrika? Hii ilikuwa ni mwamsho mzuri kwa nchi zetu kuanza kuthamini na kutambua umuhimu wa kuwekeza kwenye afya na rasilimali watu, umuhimu wa kuwekeza kwenye elimu zetu bila kutegemea uh, wadau wa maendeleo kutoka nje ya nje ya nchi zetu. Tumeona mwaka huu kwa mfano, nchi nyingi za kiafrika zimeongeza bajeti inayoelekezwa katika sekta ya afya. Ni kitu kizuri, kwa sababu lazima tuwekeze katika afya yetu, katika maendeleo yetu hatuwezi kutegemea wenzetu uh, uh, wanaotoka nje kupitia kila jambo. Lazima kama Afrika tuanze sasa kujitegemea na kujipambanua kusimamia yale ambayo ni ya kweli. Nini mataifa yanatakiwa kufanya hasa barani Afrika ili kuweza kutatua changamoto za ubia wa afya kote duniani? kama ulivyogusia hapo mwanzo, kukatizwa kwa ufadhili kutoka Marekani kumetatiza pia sekta nyingi za afya hasa kwa bara la Afrika. Lazima tubadilishe mtazamo. Hii hali ya kupenda kutegemea sana ni changamoto kwao. Lazima tubadilishe mtazamo wetu, maono yetu kama Afrika lazima sasa, Afrika hiyo ianze kujenga njia mbadala za kufadhili baadhi ya maeneo yao, sekta nyeti muhimu kwa maendeleo yake binafsi. Pale ambapo tunahitaji msaada, tunaweza tukahitaji tena, kikiwa kimkakati zaidi, sio tu tunachukua tu msaada kila msaada, lakini sehemu kubwa ya maendeleo ya Afrika yanatoka ndani ya Afrika. Kwa maendeleo yetu binafsi, lazima tuwekeze, tufikirie tofauti, tuwe na mikakati mbadala, tuwe na mikakati madhubuti, tuweze kudhibiti matumizi ya pesa za umma ili kwenda kufanya kazi ile ambayo ilikuwa imewekwa. Tubadilishe mitazamo yetu, tubadilishe namna ambavyo tunaweza kukabiliana na changamoto bara la Afrika inakutana nazo na, na hiyo na itakuwa ni hatua ya kwanza kujiwekea maendeleo madhubuti. nam Daktari Anton Mveyange huyo, nimezungumza nai kutoka Nairobi. Na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani nambari kumi na nne, Victor, twenzetu <coughs> Asante Skola, tunaanza na mataji na beki wa kulia wa Moroko Ashraf Hakimi amepata tuzo ya mchezaji bora wa Afrika mwaka 2025 katika tuzo za shirikisho la soka Afrika CAF zilizoandaliwa Rabat katika usiku uliokuwa na mafanikio kwa taifa mwenyeji. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27 aliwashinda nahodha wa Misri Mohamed Salah na mshambuliaji wa Nigeria Victor Osimhen baada ya kusaidia klabu yake ya Paris Saint-Germain kutoa ubingwa wa Ufaransa na taji lao la kwanza kabisa la ligi ya mabingwa barani Ulaya. Hakimi ambaye alikosa nafasi hiyo ya mwaka 2023 na na 2024 amekuwa Moroko wa wa kwanza kushinda tuzo tuzo hiyo tangu Mustafa Haji mwaka 98. Wakati huo huo, nahodha wa Moroko Gizlan Chebak alishinda tuzo ya ya wanawake akiwashangaza wengi baada ya kuwashinda nahodha wa Nigeria Rashidat Ajibade na mchezaji mwenzake wa Atlas Lions Sanaa Msosudi. Na Clement Mzize anayechezea Young Africans pia alitajwa kama mshindi wa goli la mwaka kutokana na bao bao lake dhidi ya TP Mazembe. Bao hilo lilipigiwa kura na mashabiki Tukiendelea maswala ya kandanda, Arsenal limetangaza kuwa itasitisha udhamini wake wa miaka minane na Visit Rwanda mwisho wa msimu wa mwaka 2025/26. Ushirikiano huo wa nembo kwenye mkono wa jezi ulianza mwaka 2018 na mkataba wa sasa unaripotiwa kuwa na thamani ya pauni milioni kumi kwa mwaka. Hata hivyo mkataba huo umewekwa kikangoni kufuatia kuongezeka kwa machafuko katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo ambayo inapakana na Rwanda, ingawa mwafaka wa makubaliano ya amani kati ya waasi na wa, wa M23 3 wanaoungwa mkono na Rwanda na serikali ya Kongo ulisainiwa mapema wiki hii. Katika taarifa, Arsenal li ilisema kuwa klabu hiyo na bodi ya maendeleo ya Rwanda wamekubaliana kwa pamoja kusitisha mkataba huo. Mnamo mwezi Aprili, Paris Saint-Germain waliongeza udhamini wao wa visit Rwanda hadi mwaka 2028, huku Atletico Madrid wakisaini mkataba wa miaka mitatu kuweka nembo hiyo kwenye jezi ya wanaume na wanawake msimu huu. Tugeukie mpira wa kikapu na LeBron James amekuwa mchezaji wa kwanza kushiriki katika katika msimu msimu misimu 23 mfululizo ya ya ya ya ya NBA baada ya kuichezea Los Angeles Lakers siku ya Jumanne. Mchezaji huyo mwenye umri wa wa wa wa miaka 40 ambaye ambaye alikosa mechi 14 za za za mwanzo wa msimu kutokana na na jeraha alichangia pointi 11 pasi 12 za kufunga na mipira mitatu ya ubao katika dakika 30 za ushindi wa 140 kwa 126 dhidi ya Utah Jazz. LeBron ambaye ni mfungaji bora wa historia ya NBA, alivunja rekodi ya Vince Carter kucheza msimu 22 mfululizo huku mpira yake miwili ya 3 pointer ikimfanya kumpita Reggi Mila na kutinga nafasi ya sita kwenye orodha ya wahusika waliowahi kufunga 3 pointers nyingi zaidi katika historia ya NBA. Nitakomea hapo spoti kwa sasa, shukran Scholar.